Juzi bwana, nilikutana na swali moja, naomba nikupeni ile swali tuseme, inshallah. kuna mtu akanifanya Shafii, wewe unampenda Muhammad? Nikamwambia so much, kushinda kitu chochote nampenda Muhammad. Unajua Muhammadi muongo sana. Nikamwambia astaghfirullah, nikamwambia Muhammad, makuraishi wenyewe wanamwambia hatujawahi kusikia uongo mundu na shatika. Toka utotoni wako hajawahi wa kuongopa Muhammad Kanambia swali ili hapa nijibie leo, naweza kuingia kwenye Uislamu. Nikamwambia lete, akantolea hadithi ya bwana mtume Muhammad. Mtume anasema manjalasa sa'inda alimun, atakayekaa na mwanazuoni saataini, ukakaa na mwanazuoni masaa mawili, au akala maa ulukumataini, au ukila pamoja naye matonge mawili, au masha maa uhuthuataini, au ukatembea na mwanazuoni kwa hatua mbili, au samiaminu au lahu kalimataini ukisikia kutoka kwake mwanazuoni maneno mawili tu, adallahu jannataini, Mungu atampa pepo mbili. Wa kullu jannatan mithla dunia marrataini, na kila pepo moja sawasawa sawa na dunia zikiwa mbili. Kaambia, huu ndo uongo wa Muhammad. Nkaambia, ujaelewa wapi? Akanaambia, ukifata maneno haya unapewa pepo mbili, na kila pepo moja sawa na dunia mbili. Kwa hiyo maanake utapewa dunia nne, mtu mmoja. Hii dunia unaiona moja, zitakuwa nne, alafu atawampewa mtu mmoja. Nikamwambia, what is your problem? Akanyambia, swali langu, duniani tuko watu bilioni saba, sote tunamfuata Muhammadi aya maneno yake tunayakubali. Hiyo nafasi ya watu bilioni saba, kila mtu apate dunia nne nne, iko wapi? Mesikia duda hilo, anauliza nafasi iko wapi, dunia hizi nne wapewe watu bilioni saba, iko wapi? Hawa wanaume wana maswali, sio maswali ya Tanzania. Mtu katoka nje ananiuliza swali, mi shaulizwa swali Tanzania. Mtu ananiambia Sheshafi, nionyeshe wapi katika Qurani Muhammadi katailiwa. Nikamwambia swali baya, eka swali vizuri hilo nionyeshe katika Qur'ani wapi Muhammad katailiwa. Nikamwambia rudia tena swali, ni nionyeshe wapi katika Qur'ani Muhammad katailiwa. Nikamwambia kwa bahati mbaya, Qur'ani haina picha, nataka nimuonyeshe kuna picha mule. Msali ni mtume Muhammad. Mimi unavyokuja ndio ninachokupokea hivyo hivyo. Wewe <tuharDCara> ukitaka uhuni mimi nitakuletea uhuni. Ukitaka majibu nitakupa majibu. Msali ni mtume Muhammad. Waislamu, raha sio raha. Nilifanya muadhara sehemu mmoja Arusha, mimi nilikoma siku ile. Nilitoa, duniani hakuna profesa wala msomi wala mwanasayansi isipokuwa kwa sasa ni bwana mtume Muhammad. Nilimfagilia mtume siku hiyo balaa, wallahi, nilipokaa chini akapanda mtu fizi kwa yake kashiba, ana fowengo, ana suti, ana ana kibegi chake ana simu Kupanda mezani, jina Father Francis, kutoka wapi? Roman Catholic. swali ni watoto wote waongo oh. Tukamwambia Father, uongo wetu nini? nyi mnamtangaza Muhammad msomi katika dunia. Tukamwambia kwani katika dunia Muhammad unamuonaje we? Akasema katika mambumbumbu walioko duniani Muhammad ndio mbumbumbu wa kwanza. Tukamwambia, unayo haya? Mungu anasema Muhammad mbumbumbu? Akasema kabla sijatoa haya asiyejua kusoma na kuandika dunia inamjuaje? Watu wakasema bumbubu. saba, mia moja, hamsini saba, alladhina yatabiuna rasula, nabi, umi, wanamfuata Mtume Muhammad asiyejua kusoma wala kuandika. Tukaulizwa haya maneno kweli, tukajibu kweli. Nyinyi na Mungu wenu nani anajua? Tukasema Mungu anajua, Mungu aliyemleta Muhammad anasema Muhammad hajui kufanyaje, hajui kusoma. Kuna msomi gani duniani asiyejua kusoma? Unasemaje Muislamu likikupata utasema Allahu a'lam bi muradihi, utaeka tafwili kidogo eh? Alamu ile mjuzi zaidi, utaeka kidogo. Ukishindwa swali katika Qurani usiseme Qurani haina majibu, sema elimu yako imefika mwisho. Tukamwambia faza inategemea. Akasema inategemeaje? Tukamwambia aliyetajwa hapo akiwa ni mtume kama ajui kusoma dunia haiwezi kumuhesabu kuwa mbumbumbu, lakini akiwa sio mtume, mwanadamu wa kawaida, kama hajui kusoma dunia ndio itamuhesabu kuwa mbumbumbu. Akasema awe mtume asiwe mtume, kama hajui kusoma duniani ni mbumbumbu. Tukawambia marhaba. Kwa hiyo kila asejua kusoma ni nani? Akatumbukia mbumbumbu. Abdalah saba kumi na nne Yohana "Bwana Yesu kaingia katika hekalu." Mpe, Yesu kaingia wapi? Hekaluni. Faza, endelea. Akafundisha. Mpe, akafanyaje? Akafundisha, kwa sababu anajua. Endelea. Wayahudi wakaulizana, wakisema, amepataje kujua elimu Yesu, ambaye hakusoma? Tukamwambia Biblia nayo inakiri, inakubali, inasema Yesu naye, hakufanyaje? Akajibu hakusoma. Kwa kuwa hakusoma naye atakuwa ni Akumaliza, akasema inategemea bwana we, akiwa mtume awezi kuwa mbumbumbu. Bwana waa, tukwaambia kwa kuwa Muhammad ni mtume, awezi kuwa nani, awezi kuwa mbumbumbu? Kasomeshwa na nani? Nijibu lile swali sasa, watu bilioni saba watapataje duniani? Tuseme inshallah. Nikamwambia wewe, unachukua ulimwengu wa dhahiria unaofanana na ghaibia, lakini ulimwengu wa ghaibia ni mkubwa kuliko wa dhahiria, lakini kwa sababu hujafika huko uwezi kuamini imani yetu, mimi na kujibu kwa ulimwengu unaouona. Akasema nipe majawabu, nikaambia, unaiona dunia? Akasema naiona. Umeliona jua? Akasema naliona. Nikamwambia hii dunia ili ifikie ukubwa wa jua, dunia zinatakiwa ziingie mara laki tatu na kumi na tisa elfu. Nikamuuliza kisayansi, kweli sio kweli? Akajibu kweli. Lile jua unavyoliona ili dunia ifikie jua mara laki tatu na kumi na tisa elfu. Akajibu kweli. Nikamwambia lile jua unavyoliona kutoka juu mpaka linafika duniani, ukihesabu maili unapata maili milioni tisini na mbili laki tisa na sitini na tisa elfu. Ukimchukua mtoto hana umri, ukampa estiara yenye kwenda kilometa mia mbili kwa saa, ukamwambia lifate lile jua, atatoka hana umri, atafika kule ana miaka themanini na nne lakini jua linatoka kule mwangaza wake mpaka fuka duniani unatumia dakika nane na sekunde ishirini na tano. washamsi wa buhaha, nikamwambia unaliona lile jua na ukubwa wake wote kwa dunia, lakini lina magalaks jua haliingii kwenye magalaksi na magalaksi hayo, wataalamu wanasema yapo bilioni arobaini na tano na kila galaksi moja lina nyota bilioni mia moja na hiyo nyota moja kubwa kushinda dunia mara laki tatu mara laki nne mara laki tano Nikamuuliza, kweli sio kweli? Akajibu kweli. Nikaambia Mungu atachukua galaksi lenye moja lenye nyota bilioni mia moja alafu zile nyota bilioni mia moja tatugaia sisi watu bilioni saba, kila mtu atapata nyota kumi kumi, na bilioni salasini zitabaki. <coughs> <coughs> Tumsalie Mtume Muhammad. Waislamu, naomba tufanye dua, alafu tutwange kidogo tuseme inshallah.